So, ninawaomba kwa unyenyekevu ninyi vijana wa hapa, ninyi wazee wa hapa, msiniharibie watoto wangu kwa ombi. Zawa sawa zilinaongea na nyinyi maana, kuna, kuna hawa wasichana walikuja wakalipatia malalamishi kwa kwamba kuna wazee wengine waliwatongoza na kuna vijana wengine waliwatongoza. Raundi tu ikifika, itawasimamia shanji siku moja na waongee mbele yenu. Kwa hivyo chunga mdomo wako, chunga tabia zako. Yani wasichana wamejaa hapa, wakina Masi kati pale, badala urushe mistari kule, unataka kudanganya hata, kwa sababu unajua ukiendakona, utaulizwa maswali mpaka mako wakurejesha chai. Wakina Efu wako hapa, wakina Matinda wako hapa. Sasa unahitaji nini wewe? Eh? Ukija ukiona mtu amerusha mistari huku ujue huku wengine wameshiba. Eh? Nenda kwa kwa kwa kwa. Mbona hapa? Mbona anajiamini ni wasichana? Hebu enduka kama wewe ni msichana. Usichana, ambaye anajiamini msichana amekomaa na pa kuolewa.

Saizi wanajifata na wanielewi, lakini siku moja, mi naitwa Pastor John, eh, naitwa Pastor John, uta-uta utakuja, uta, uta kimbia hii kanisa na utasema kile kilichokukimbiza, utaenda kusema kingine huko ma, ma. Kwa hivyo nikiwa na wachunga hawa pia nawachungia mpaka ma maisha yao, niko mkali sana kwao, hawa hata wenyewe wanajua. Hallelujah.

Yaani mke wake asikie kama unavogoza mdogo kama huyo anabonaje, by the way. Yaani nimeonyesha hapa steak steak goa halafu <laughs> ni wasichana yingi, usitanganyike na tambale hapo. Na mke wake hakuna kukugoa, nataka kukujua vile uko sawa. kama ni stori za ndoa za zao, kama wamekorofishana, wame ama woteva ametafuta nanii hapo, ninaweza e, kuingilia nikaangalia, lakini si kila kitu nani, unakubaliana hapa. Kuna wamama, kuna wapa wanaomba ndoa, maana waliachwa na waume. Sasa unakuja mwaago Sema huku kama janbomao ukula ni kama haana utamu, ndio maana hata serikali inakuita muuaji nareyani. We ukiona hizi vifua tu, hizi vifua tu, hii ni maumbile yao, ni wanawake, lazima akuna sti, lazima wawena kutoka hapa sitakuja ee? kwa Sunday school. Haleluya, wamamawako apa Salome, akina Salome.

Nani ana boyfriend hapa? Nani ana boyfriend hapa? Hamwezi sema. Wacha niombe hapa. Yule atakayanguka atajua kuna Mungu. Nianze maombi. Ni kwa sababu tayari nianze maombi. Hebu nione kwa mikono. Monica, tutafunga tukiomba hii ya sasa uache.

mtu wa bustani naweza kuenda wanaki matunda mtu ujuzi wa mema na mabaya usini maana, siku utakapokula matunda mtu uwote utakufa. Hakika Bwana akaona kuwa si vyema mtu huyo awe peke yake, nitamtafutia msaidizi wa kufanana naye. <laughs> <laughs>

Agoni, Mwanzo mbili kuanzia sita hadi kumi na nasema kungu ukapanda katika nchi ukautilia <laughs> maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pwani pumzi, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu Bwana Mungu akejikusha katika ardhi kila <laughs> miti inayotamanika na macho kwa chakula, unaenda vizuri. Bwana Mungu akapanda upande wa mashariki, akapanda upande wa mashariki wa Edeni akampulizia. Sawa. Bwana Mungu akapanda upande. Unakumbuka mistari, unakumbuka mistari ya mungu inaependa? Sawa, aisome vizuri

Mungu akaomba mwanamke akaomba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu, alikuwa mwanamume na mwanamke aliomba. Sasa naogopa nikufikie wewe, unatoka jasho tepeo. Naona mna sweti sana, nikupatie mic. Zaburi Zaburi moja tatu 6 inasema mshukuruni Mungu wa mbingu kwa maana fadhili zake nizamile. Mwanzo mbili wa nzi ishirii na moja kinasema, Bwana kamletea hadamsingizi mzito naye akalala kisha akacodavake voyi nyama mahali pali na yule ubavu waliotoa katika ale, Bwana Mungu kamfanyia mwanamke na akamletea ale Adamu, akasema sasa huyu ni ubavu katika ubavu sasa Mwanzo moja ya kwanza kumi na sita hadi ishirini inasema Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na no usiku, na kuteka nuru na giza. Mungu akaona akuwa ni vyema, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya nne. Mungu akasema maji na wajee kwa indi nacho kitembeacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu yes. Yes. No, mungu ama kuna mengine ja. Amina, makofi mazuri. Sasa mwenda wapi? Haya, wacha tukutolee watatukutolee